Kuolewa na mtu ambaye sio Muislamu amebadilisha dini na amebadilisha dini kwa sababu ya ndoa tu, inaruhusiwa ukaolewa na huyo mtu afu then akabadilisha dini aka dini akarudi kwenye dini yake inakuwaje? Huku kuolewa na asiyekuwa Muislam ni haramu kwa binti wa Kiislamu, hayahesabiki kwamba hiyo ni, ni ndoa. Hiyo ni zina. Wanaifanya kwa agizo la Mwenyezi Mungu la Quran, sawa eh? binti wa Kiislam ni haramu kwake kuolewa na asiyekuwa Muislam. Haya, huyo amekubali kusilimu. Kama amekubali kusilimu, hatumzuie si hatuwezi kuingia katika moyo wake tukasema kwa nini amesilimu. Lakini akisha silimu kabla ya ndoa aende kwanza akapate mafunzo ya Kiislamu kama miezi sita hivi, sio anasilimu leo alasiri, mnafunga ndoa. Hiyo itakuwa sasa kweli kaslimu kwa ajili ya kuoa? Asilimu aende akasome. Lini amejua Uislamu? Aende akasome ajue swala inasemaje, shahada inasemaje, swala inaswaliwa vipi, sawa? Aelewe maisha ya ndoa, haki za mume, haki za mke. Akitoka pale, ndio anaruhusiwa kumuoa binti wa Kiislamu akishapata haya mafunzo. Na ndio maana watu wanaoslimu kwa ajili ya kuoa, lengo lake ya kupate wewe tu na wewe ukamkubalia amesilimu leo asubuhi, shehe fulani kamsilimisha, kwa hiyo ndoa inafungua. Yani hata kusema ile bismillah hawezi. Sawa eh? Hajui chochote, yani ni sifuri katika dini, hata kuoga janaba hajui. Anakuja kuoa baada ya miezi kadhaa, akishakupata sawa, imeingia katika dini. Sababu mwanamke ishapata anarudi katika dini yake, umeelewana eh? kwa hiyo haijuzu, haifai. Na mwanamme akikoa, kama akiwa ameshakuwa mwislamu akakoa alafu akarudi kwenye dini yake, anaitwa murtadi. Amertadi, hautakii kuendelea naye hata kwa dakika moja. Yani ukishajua mertadi tu, fungasha mizigo yako, nenda kwa mzazi wako, usibaki pale hata kwa dakika moja. Umeelewa, eh? Nenda kwa wazazi wako saa hiyo hiyo, hakuna ngoja nisubiri ni mkinaishe, ataelewa. Hakuna kitu kama hicho, tayari umeshakuwa ni haramu kwake kisharitaji